Asante sana Pili Makana kwa kutupitisha vyema kupitia status ya sentro ya Klaus TV, lakini pia mwanzo alikuwepo Haris Kapiga ambaye alikuwa mpishi um, mkuu leo kwenye chakula cha kihabari pale kupitia rada. Sasa hivi tumerejea tena, na ni wasaa sasa, moja kwa moja tunaelekea kwenye tochi, ambapo leo tunaenda kuangazia kuhusiana na mkutano mkuu wa chama cha wanasihi na washauri vyuo vikuu Tanzania, TACOGA 1984 unatarajiwa kufanyika Mbeya kuanzia tarehe 4 na 6 June. Ajenda kuu ya kuangalia uh, ni kuangalia changamoto za afya ya akili pamoja na changamoto nyingine kwa wanafunzi wa vyuo vikuu huko vyuoni. Inaelezewa kuwa asilimia kubwa ya wanafunzi wanakabiliwa na changamoto ya afya ya akili. Kwa namna gani mkutano huu utaenda kujadili na namna gani utawasaidia vijana hawa vyuoni? Tuko hapa na ndugu yetu Erick Bunono ambaye ni mnasihi na katibu wa, uh, uh, kamati <laughs> na katibu wa kamati yeah, ya mafunzo na utafiti kutoka takoga ambaye anakuja kutupitisha vyema kwenye kile kitakachoendelea na kinachoendelea kujadiliwa huko Mbeya. Karibu sana ndugu yetu Erick. Asante sana. Najua hapa wewe ni mwenyeji. Yeah. Sina mashaka kabisa na hofu kwamba unajua kitivo kwamba hapa ni cha amani. Habari za huko utokako? Njema sana. Sijabali mm -hmm. Hapa studio. Hapa salama tunamshukuru Mungu. Tunaamini mara mwisho tulikuwa pamoja hapa, tunazungumzia pia kuhusiana na issue huko huko vyuoni, lakini yeah. Sasa hivi tena mmekuja na jambo jingine ambalo litakuwa sio Dar es Salaam tena. Yes. Litakuwa ni Mbeya. Okay. Mbeya. Kwa kwa mtu ambaye kwa faida ya mtu ambaye anatazama hasa. Lengo hasa la Mbo hili mliwaza nini, mlifikiria nini, mpaka mkasema hapana, oja tufanye hiki kitu na tusikifanye Dar es Salaam tukakifanye Mbeya? Nashukuru sana um, kwa kawaida nianze kuzungumzia labda Takoga Takoga mm, ni chama cha washauri na wanasihi mm, e, Tanzania ambacho kinahusisha watu wote wanaohudumia wanafunzi mm, kwa maana ya wakurugenzi wa huduma wa za wanafunzi uh, kwa maana ya makanselas ya wa wanasihi wanaotoa huduma za ushauri na unasihi kwa wanafunzi na tumekuwa tukifanya tukikutana mikoa tofauti tofauti. Last time ilikuwa ni kuna Arusha, kuna Mwanza, kuna Dodoma hatimaye mm. Sasa tumeona twende Mbeya kidogo, kwa sababu Mbeya hatuna muda hatujaenda. Kwa hiyo mm. tunaamua kupeleka huko, ili walau wanachama wetu pia walio mikoani kule wasione kama wametelekezwa sana, wapate mm -hmm. pia fursa ya ya kuweza kushuhudia hilo jambo mm. kwa nini tunafanya hivi ni kwa sababu chuoni kwa kweli kumekuwa na changamoto sana mm. vijana wengi saizi Uh, ambao wana, wana wamekuwa wakisoma kuanzia shule za sekondari huku wanapomaliza, asilimia kubwa ni kama wanapelekwa kule chuoni kupikwa ili sasa waive tayari wajiandae kutumikia jamii, kutengenezwa kwa viongozi mbalimbali mm. na vitu kama hivyo. Lakini sasa kwa sababu ni watu ambao wako kwenye riski, ni kundi ambao liko kwenye hatari zaidi mm. ya kukumbwa na changamoto za afya akili, pamoja na changamoto nyingi ukuki, tumeona hapana, kunayo haja ya kukaa tukajengeana uwezo sasa a wanasihi ambao wana chukua fursa ya kuwahudumia wanafunzi kwa karibu sana hmm, tuwapitishe kwenye ABCDs ili waone sasa ni mambo gani ambayo nawakabili hawa wanafunzi sasa hivi, ili na wao waone, je wana hiyo kasi ya kuendana na changamoto hizi? Maana tunamzungumzia kijana ambaye amelelewa na mzazi mmoja hmm. Tunamzungumzia kijana ambaye ametoka nyumbani, kuna vita kubwa kati ya wa wazazi wake wawili tunamzungumzia kijana ambaye amepitia ukatili mkubwa sana wa kijinsia huko kabla hajafika chuoni. Tunamzungumzia kijana huyu ambaye ndo anakuja kuanza mahusiano mm, kwa mara ya kwanza akiwa anaruhusiwa baada ya kuwa amezuliwa na wazazi kwamba ataki kufanya ataki kufanya ataki kufanya mm. Sasa amefika chuo ndo anaambiwa okay, sasa wewe ni mtu mzima mm, na uko huru kutengeneza mahusiano mm. Kwa kijana huyu ndo tunamwangalia ambaye sasa mahusiano naye atengeneza pia ni aina gani ni vijana tumekuwa tukiwashuhudia, tuna matukio kibao kwenye mitandao, umekuwa mkiona wengine wanapigana, wengine wanazalilishana, wengine wanaona sasa mapenzi ashakuwa ni bidhaa na bidhaisha. Eh, sasa na hawa ndio viongozi wa kesho ambao tunawategemea. Kwa hiyo sasa ni ngumu kwa hawa wanasi kuweza kudili na changamoto zao wanazozipitia bila wao pia kuwa wamejengewa uwezo wa namna kukabiliana na wale vijana mm, ikumbukwe sasa vijana wako kwenye platforms za social medias. E, wana wanavijua wana vitu vingi sana kuliko hata we mtu mzima ambao unayevijua mm. Kwao unaweza ukawa umekaa pale, we ni old school, uko na staili zako za kuwasaidia za kuwafanyia therapy au kwa kansel, lakini wao wako mbele wao wanakutana kwenye dating sites, wewe hujui hata chochote mm -hmm. Tukiulizwa oh, mahusiano yako umepata wapi? Kazini sijui wapi, formal kabisa. Wao wanakutana kwenye mm -hmm. mitandao kwa wafahamiani mm -hmm. na siku akifahamiana kila kitu kimemalizika pale mm -hmm. Sasa wewe unaenda kum, kumsaidia yule, unaenda kumsaidiaje? Je, wewe unajua hizo vitu ambavyo anavipitia sasa hizi? mm -hmm. Kwa hiyo sasa hizo changamoto ndio zinatusukuma sisi kuona mm, hichi kizazi tunachokitengeneza no cha kwenda kuwa viongozi kesho. Tutakuja tupate viongozi wa ajabu sana. mm -hmm. Nadhani wote ni mashahidi viongozi wengi wa nchi ambao tunao wote wamepita vyuo vikuu. mm -hmm. na sasa vyuo vikuu hatuwezi kukataa kwamba ndio vinavyotupikia viongozi wetu wa kesho. mm -hmm. Tuna hofu na mashaka sana siku tukija kupata viongozi wa namna ambayo tumekuwa tukiona inate, ina, ina, ina, inatengeneza vijana kwenye mitandao yetu ya kijamii ambao wako vyuo vikuu tunawaza hawa tukiwa ruhusu wakafika hivi kwenye jamii itakuja kuwaje? Yaani leo wewe, kwa zana na boyfriend wako unatuwekea kwenye status kidogo tumelumbana, umetoka kwenye hivi, sasa kesho uko kiongozi. Mume na mke, mambo yameshindwa kuendelea ndani, ndo tumekupa urahisi <laughs> ukikwazana sasa na mmeo utatuwekea nini huko? Si utapeleka nchi vitani kwa sababu umekwazana mmeo mm. kwa hiyo hicho ndio kinachotupa hofu kwamba vijana wanapitia vingi vikubwa sana na wengine, huenda pengine wazazi tumewapitisha huko, mazingira yaliyowakuza mm. jamii yaliyowazunguka, lakini sisi vyuoni tunawapokea tayari washakuwa hivyo mm -hmm. sasa tuna mchango gani wa kuwatengeneza, ili walao wasiondoke kama walivyokuja, au wameharibika zaidi, waende wakiwa na nafuu, au wamenyoka kabisa tayari kwa kuihudumia taifa letu. Tunaenda Mbeya kwa maana nyanda za juu kusini. Uh, kitu gani ambacho kimetupeleka pale? Kwa sababu idadi hey, ya vyuo idadi ya wanafunzi tushapiga hizo hesabu, na ni Mbeya peke yake au na mikoa ya jirani? Chotupeleka pale ni vyuo vyote Tanzania, sisi huu umoja wetu ni wa vyuo vyote. Mpaka saa hizi tuna vyuo ambavyo uh, ni wanachama 65. Tanzania ambavyo tayari vishakuwa ni wanachama wetu sisi, mm. wa association. Na katika vyuo hivyo vyuo, vyuo vikuu ambavyo tunamaanisha vile ambavyo vinatoa kuanzia degree mm. na kuendelea viko 42. Wakati hivi vyuo vya kati na VETA viko uh, 10 na 22. Jumla vinatengeneza idadi ya 65. Kwa hivyo vyuo vyote haviko Dar es Salaam tu, viko Tanzania nzima. Na kwa hivyo kila chuo kila chuo ni mwanachama mm na sasa tumeona tuunganike kwa pamoja ili tuanze kuzungumza. Wewe Yudi, ukikaa hapo, vijana wako wanapitia changamoto gani wewe wa FM, vijana wako wanapitia changamoto gani? Wewe CBE, vijana wako wanapitia we changamoto gani? Wewe VETA, ni changamoto zipi wanafunzi zinawakabili? Na katika hizo changamoto, je, mna uwezo kuwasaidia katika hizo changamoto au changamoto zimewazidi uwezo hmm, wa kuwasaidia wanafunzi? Sasa katika hapo ndio tunaanza kwa kuangalia tunawasaidia vipi sasa hawa hmm, ambao wanawahudumia, tuwajengee uwezo. Lakini ukiachana hao viongozi ambao tutakutana nao tume kwenye kwenye huo mkutano utakaotukutanisha pale tuna viongozi pia wa wanafunzi wote. Tunajua kwamba siku zote kiongozi ndo yaani, ukimwona kiongozi alivyo hivi, ujue na wafuasi wake ndivyo alivyo kwa maana ya kwamba yeye anakuwa ni role model wa wale anaowaongoza mm. Sasa kiongozi pia asipojua pia vijana wenzake wanapitia nini, ni ngumu na yeye kuwaongoza katika namna ambayo ni bora zaidi mm. Kao na wao tumeona tuwalete umo kwenye hiyo training mm. Ina wao tuwapige msasa waweze kuenenda na kasi ya mabadiliko makubwa sana ambayo vijana mm. wa vyuo vikuu wanayapitia okay. Mchakato upoje wa kuhudhuria? Kwa maana ya kwamba ni bure na hakuna gharama yoyote ambayo mwanafunzi anapaswa kulipia. Um, mchakato bahati nzuri ni kwamba vyuo ambavyo ni wanachama huwa vinachangia mm. na tulishakubaliana kabisa, wala hilo halina mashaka lakini hii itakuwa ni open. Haimaanishi kwamba kama si mtu mwanachama mm. Unataka kuja kama Clouds Media anataka kuja kama mtu tasisi nyingine tofauti ambaye si mwanachama, itakuwa ni very open, ni wazi mm. Na kila mmoja anaruhusika kufika pale mm. Na tungetamani sana sana nyie watu wa vyombo vya habari muwe, yani, mstari wa mbele sana kwa sababu mkitusaidia kuyamulika aliyoko kule, mtakuwa umetusaidia kuweza kuyaweka wazi na pengine kuonyesha kwamba okay, hili liko hivi, iliko hivi na namna ambavyo inaweza ikatolewa namna ya kuwasaidia hawa watu, mkiwa mmeshikilia me, me, bendera mstari wa mbele. Najua TACOGA uh, miaka iliyopita pia mtakuwa mmefanya research na kuona vyuoni kuna nini ambacho kinakuwa kinaendelea Dio. Na mwaka huu mkasema mje na hili mbao taenda kufanyika Mbeya, kwa miaka hii ambayo imepita nini ambacho mlikuwa mnagundua zaidi kwa wanafunzi ambao wanakuwa ni wapya vyuoni, wameingia vyuoni, nini hasa ambacho hiki kilikuwa kinawapelekea mpaka pengine kukaa na kuandaa mikutano kama hii. Okay, na, na kitu ambacho kimekuwa kitupelekea kitu kufanya hivyo ni sisi, unajua tuna, tuna dili na wanafunzi moja kwa moja mm. n yani mzazi yeye yeah, akishamleta mwanafunzi akimtua tu pale, sisi tunabaki kudili naye. Kwa hiyo katika changamoto zao ambazo tunakuwa tunazipitia, tunaona kuna vitu vingi vipya sana ambavyo hata sisi wakati tunasoma hatukuvipitia. Mathalan, mm. kuna utaingia, uta chuoni, utakuta yani mtoto kitu ambacho anamfanyia mwanafunzi mwenzie, yale mahusiano ya kawaida, unakaa unawaza, hivi huyu naye ametoka na wazazi ama inakuwa vipi, ule ukatili ambao wao wanafanyiana? Hilo ni moja, lakini ukiachana na hilo, kuna changamoto kubwa sana ya malezi ambayo imekuwa ikiendelea watoto wanakuja mtoto chuoni, wakati mwingine hawezi hata kufua nguo zake, hawezi hata kupika, hawezi kuhusiana na, na, na wanafunzi wenzake, kila mmoja kwake ni adui, yani hawezi kukaa aka, aka, akaiva na wenzake. Kwa hiyo sasa ina, inatufikilisha zaidi kwamba je, ni, ni shule alikotoka, ni malezi, ni nini? Lakini ukiachilia hapo, saa hizi tumekuwa tukisikia vitu vya homosexualities hizi hazipatikani tu mtaani, kwa sababu walioko mtaani ambao huenda wana hizo vitu pengine walikuwa wana chuo miaka iliyopita. hmm. Na kuna wengine huenda wametoka na hizo tabia huko shule za sekondari. Tumekuwa tukisikia vitu vinaripotiwa huko hmm. Na hawa wakitoka kule wanakuja vioni kwetu. Kwa hiyo sasa hizi changamoto ambazo zimekuwa kwa kweli ni mpya sana ndo zinazotushtusha sisi na kuona okay, hmm. Hapa kuna kunayo shida mm. Kunao shida, unafikisha watoto shule, mwezi wa kwanza tu haujaisha mtoto ana mimba, bao tu ziko pale mm. Unakaa kujiuliza kwa nini kuipata before, alafu mimba zenyewe ni azina azina wazazi mm. Baba aelewi mama aelewi mtoto aelewi, na nyumbani kwao aelewi. Kwa hiyo ukikaa kutafakari hilo, unamwona huyu mtoto kesho anapotea. Ameipata hii mimba, wazazi hawaitambui, yeye mwenyewe aliyempa aelewi, na yeye mwenyewe hajui hata afanye nini kuhusu ile kitu, na bado masomo yanamwangalia pale, mm. kwa hiyo ni stress nyingi sana ambazo anazipitia, ambazo zinawapitisha kwenye msongo mkubwa sana wa mawazo mm. kiasi cha kwamba tusipoweza sisi kukaa tukasema tusaidie kuangalia ni wapi kuna shida, huenda basi tutakuwa na wanafunzi wengi ambao wanashindwa kukamilisha elimu yao au wanaokuja chuoni na wakaondoka bila kutimiza ndoto zao au ndoto zao zikiwa zimeharibika kabisa. Kongamano hili itakuwa ni la kuanzia tarehe nne tano na sita ni siku tatu, siku tatu. Na itafanyika Mbeya ambako mgeni rasmi atakuwa ni mkuu wa mkoa wa Mbeya. Sehemu gani eneo? mtu anarekaje? Itafanyika hoteli ya Eden Eden, hmm. Eden Highland kuanzia saa mbili kamili asubuhi siku ya tarehe nne tume, tume, tume, tunatarajia kupata wanafunzi wangapi

pale nadhani bahati nzuri kutakuwa na mada tofauti tofauti. Tulipokutana kuna changamoto zilizochipushwa ambazo hawa wanasihi na viongozi waamini wakurugenzi wa huduma wa wa za wanafunzi waliona kama ndio changamoto kubwa sana, zikiwemo za walitaka kujua ni afya ya akili kiujumla, ili wajue namna ya kuwasaidia pale, lakini namna nzuri ya kufanya huduma kuzipanua za ushauri na unasihi, kudili na hizi changamoto za wanafunzi pia. Kwa hiyo wataweza kujengewa uwezo katika eneo lile, lakini kuna migogoro kati ya wanafunzi na wanafunzi ambayo pia imekuwa ni mingi sana na ina sababu zake pia. Kwa hiyo tutajikita pia katika kuhakikisha hilo, lakini kuna kitu kingine ambacho tulikiona sisi ni wanasi tunadii na dina wanafunzi. Mwanafunzi anapokuja na changamoto yake ananibwagia mimi huyu, akija ananibwagia mimi huyu naye akija nanibwagia mimi mimi, naye ninayemuhudumia huyu mwanafunzi ambaye nimedampiwa kila changamoto ya mwanafunzi, mimi nakuwa kwenye mazingira yapi? mm. Kwa hiyo sisi pia tutajengeana uwezo namna ambavyo tunaweza tukajisaidia sisi wenyewe, ili usiondoke pale na msongo wa, wa mwanafunzi alokuja nao ukaondoka nao ukampelekea mkeo au kapelekea watoto nyumbani mm -hmm, na mwisho wa siku ikawa ni msongo chukuzi, umetoka nyumbani umeupeleka uh, kazini umechukua kazini umeopeleka nyumbani mm -hmm. Kwa hiyo pia utajengeana uwezo katika ile namna ambayo unaweza ukamanage stress zako mm -hmm. Zisiwe na changamoto. Tunasema siku zote stress tunaishi nazo. Yaani uweziishi bila stress labda tu siku utakaofukiwa kablini huku ndio utasema sasa stress bye bye. Ay, by then, bado tunaendelea kuishi nazo lakini namna ambavyo unaweza ukazikontrol zisikuathiri ndio ambayo utajengea na uwezo. Je, uhum, uo ukikwazwa unafanyaje? Unarusha ngumi, una, una paniki, unasusa, unazila, unafanya nini? Kwa hiyo ile yote ni katika kuhakikisha kwamba awa viongozi wa wanafunzi pamoja na wakurugenzi wanaotoa huduma za wanafunzi wana jengewa uwezo ili nawa Wezi kujua namna kumanage misongo zao kwa sababu na wao wanazipitia, lakini waipeleke hii elimu pia huko kwa wasaidizi wenzao mm, namna ambavyo wanaweza. Nilitaka nilitaka pia kuuliza hapo hapo kwamba najua huku vyuoni kuna viongozi mm, uh, kuna serikali za wanafunzi Dio? Pengine kupitia mkutano huu wao kama viongozi wavyo vyote ambavyo ni ni vyo wanachama mm, watakipaumbele chao kitakuwa ni nini, watapewa vipi nafasi pengine, kwa sababu wao ndio viongozi wa wanafunzi hao ba Bahati nzuri pale itakuwa kuna kutakuwa na room ya ya open discussion. Mm. kwa maana ya kwamba tunaamini sisi tunazipokea changamoto za wanafunzi baada ya wao kuwa washazijua zaidi mm -hmm. na mara nyingi huwa tunazipokea pia sometimes kutoka kwao mm -hmm. wanatuletea bana, kuna changamoto moja mbili tatu na tano, tunaomba mtusaidie katika eneo hili. Kwa hiyo tumewashirikisha na wao watakuwepo pale na kutakuwa na muda wa wao kujadili mm -hmm. zile changamoto ambazo wao wanazipitia kama viongozi wa Mm -hmm. na namna ambavyo wangetamani wasaidiwe kujengewa uwezo ili wajue namna ambavyo wanaweza kusaidiana wao kwa wao na mwisho wa siku tushirikiane sisi, mm -hmm. watoa hiyo huduma na wao ambao ni viongozi wanaoziona hizo changamoto kutoka chini huko, wanaozipitia wenzao mm -hmm. ili tuweze kuona namna ya kuwasaidia. Farani, uelekeo ni Mbeya. Ya, uelekeo ni Mbeya na Uh, kitu kikubwa zaidi ni kuona namna gani ambavyo tunaponya generation mpya, kwa namna gani ambavyo tunawafikia na kuwapa elimu, na mwisho wa siku kusubiri matokeo. Pengine hapo baada ya kongamano hilo kuna kutakuwa na vyeti kwa sababu yale yatakuwa ni sehemu pia ya mafunzo kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo mm. Kwa, kwa wale ambao watakuwa wamepitia yale mafunzo huwa tunatoa vyeti. Okay. Yes. Na baada hapo mm. mwezi wa tisa pia tutakuwa tunakutana Zanzibar. Aa, kwa. Tena, kila mwaka yes. inafanyika mara ngapi? Kila mwaka inafanyika, tunakuwa na mafunzo alafu uh -huh. tunakuwa na mkutano mkuu, kwa hiyo okay. tunakutana mara mbili, kwa hiyo huu, haya ni mafunzo, mkutano mkuu mwezi wa tisa, eh, mkutano mkuu mwezi wa tisa ambao unafanyika Zanzibar unahusisha unaonyesha vyo wanachama, yes, vyo wanachama. Kwa hiyo mafunzo tutakayoenda kuyafanya Mbeya yatatupa picha halisi mm ambao sasa hiyo picha halisi tutaenda kuzungumza mustakabali wa namna sasa ya kudili na hii picha tutakayokuwa tumeiona kwenye mafunzo kwenye mkutano wetu wa mwezi mm. wa tisa. Ambao pia huwa mkimaliza kama hivi fana mmaliza Mbeya huwa mnajadili maybe next year au next step yes. Itakuwa ni, ni, ni, yes. Ni zingine gani? yeah, baada ya hapo tunajadili okay, mafunzo yameisha, tutakutana mpaka sasa tushakubaliana tunakutana Zanzibar mwezi mm. wa tisa kwenye mkutano mkuu. Mafunzo yanafanyika mwezi huu, mwezi wa sita mm. Mbeya baada ya hapo kwenye mkutano mkuu tutakubaliana sana kwenye mkutano mkuu kwamba jamani, mafunzo yanayokuja yatafanyika mkoa fulani tarehe fulani, na mkutano wetu mwingine mkuu utafanyika mkoa fulani okay. Na tumekuwa tukifanya hivyo, na, na mwaka jana kasi jakosea mm, tuliweza kufanya mkutano wa East Africa kwa maana Afrika Mashariki mm, vio ambavyo viko ndani ya Afrika Mashariki, tukakutana tulikutana Arusha okay. Arusha ilikuwa Mwanza mm, tukakutana pale na kuweza kuangalia okay, sisi vyuo vya Tanzania mm. tunapitia hivi lakini katika kupitia hivi tunawasaidia wanafunzi wetu kwa namna hii. Nyie huko kwetu mnapitia changamoto gani huko wenzetu, na je mnawasaidia vipi hao wanafunzi wenye changamoto? Kwa sababu hizi changamoto mara nyingi unakuta zinafanana mm wanafunzi walioko hapa UD ndo sampuli hiyo, yu walioko IFM ndo sampuli, wako Saint Augustine ndo sampuli, wako UDOM. Lakini sasa wanafanyaje kule nje kwetu ambao ni ni, ni, ni Kenya au Uganda au Rwanda au Burundi, wao pia wanapitia hizi kwa kupitia kusha experience ya changamoto wanazopitia o, na wana namna ambavyo wanapambana nazo kuwasaidia a wanafunzi, ndipo tuna sisi tunaweza kuona okay, sisi hili tunalikabili hivi, nyie kumbe mnalikabili hivi, kwa hiyo kumbe tunaweza tukatumia njia hii kulikabili kwa namna hii kwa hiyo huwa tuna share experience lakini tunabadilishana pia namna ambavyo wao wanadili nazo yeah, changamoto zao na sisi, tunawapa, za sa, sa. Na sisi tunawapa tunavyodili na za kwetu. Sawa sawa. Farahani, una AOB? nothing new nafikiri, kilichobaki wanafunzi ambao mko mkoani Mbeya, karibu na Tanzania nzima, sio kwa sababu imetajwa Mbeya basi ni Mbeya peke yake, kama upo Rukwa huko Katavi, uko Songwe, uko Njombe, Iringa. Hii ni mikoa jirani hapa. Ruvuma, basi tusogee Mbeya kuhakikisha kwamba tunashiriki kongamano. Safari ya angani, ardhini, kwenye maji, akisha tutafika Mbeya tushiriki. Lengo najua ni kuwa na afya ya akili mm. ambayo ndio utimamu mojawapo ya kufanya vizuri kwenye masomo. Kwa hiyo tusapotini hilo swala tufike, mm. tujiandikishe kwa kasi, kwa spidi kubwa kuhakikisha kwamba tunashiriki kongamano. Man na tunapata elimu tunapata madini mm. kutoka kwa wataalamu mbalimbali, na mwisho siku tutaondoka na cheti cha kuthibitisha kwa mwashiriki mafunzo. Taifa lilo bora linajengwa na vijana bora kabisa ambao wana afya ya mwili na akili mm. Mr. Eric, una kitu basa labda hapo kwa kumalizia? Yes. nadhani kwa wale ambao wana, wana, wanaweza kutoa nafasi ya kupata sponsorship. Mm. E, wakatushika mkono katika jambo hilo, tunawakaribisha sana makampuni tofauti tofauti, taasisi tofauti tofauti mm. tuweze kusapoti maana hii ni la kwetu wote mm -hmm. vijana wa kwetu sote, na sisi pamoja tunashirikiana kuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo ambao wanaweza kutoa nafasi hiyo mm -hmm. wanaweza wakatucheki kwenye email ya TACOGA 1984@yahoo.com mm. mm -hmm. ama wakamcheki katibu ambaye sasa namba yake ni 0753 uh -huh. 893 uh -huh. 475, 0753 uh -huh. 893 475, au wakamcheki mwenyekiti. uh -huh. Mwenyekiti anaitwa Bi Sofia. Mhm. uh -huh. Na yeye wanaweza akapata nafasi ya kucheki naye uh -huh. ili mwisho wa siku Um, waone namna ya kushiriki ni sifuri saba moja tatu mia tatu kumi na tatu mia tatu ishirini na tano sifuri saba moja tatu mia tatu kumi na tatu mia tatu ishirini na tano ni mwenyekiti. mm. wanaweza akacheki na watu wawili uh -huh. mwenyekiti na katibu, watawaeleza namna ya kushiriki na namna ambavyo wanaweza akatoa mchango mm. wao sawa sawa jamani namba hizo ni kwa ajili ya kushiriki kama kutoa mchango ama kutoa sponsorship kufuatia mkutano um, huu unaenda kufanyika huko mbeya wa chama cha takoga 1984 na hapa tumebahatika kuwa na mnasihi na katibu wa kamati ya mafunzo na utafiti kutoka takoga ndugu yetu erick bunono asante pia kwa ali kashmir ambaye yeye ametupa ripoti za makao makuu ya nchi dodoma tutakushukuru sana ali lakini uh, tunamshukuru pia na chumba cha habari ambao mahakikisha kwamba leo tunapata yote ambayo tulitarajia kuyapata, lakini shukran pia kwa Mihayo Huseni Mihayo, uh, JB Kazumba Arnold, pia na timu nzima ambao wamesababisha sentra ya leo kwenda hewani. Sisi tunaweka nukta, lakini tukiamini kabisa kesho nao ni siku, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu tutakutana tena hapa. mimi ni Ziza Malik. Mlima Morogoro Farhan Kiham. Usiku mwema.